ajili yetu, mtoto amezaliwa, mwanaume amezaliwa, Yesu Kristo amezaliwa Amani uwezo kifalme uko begali mwake, uwezo mamlaka uko begali mwake. Maana kwa jina ilo la Yesu tunafunguliwa, kwa jina lake Yesu tunapata amani. Yeye ndiye mfalme mwenye kuleta amani. Ndiyo maana alipokuja duniani ameleta amani, akasema amani atwayo sio kama ulimwengu twavyo. Yeye ni Baba umelele, yeye hana mwisho wala haukawii. Yeye ni mwana zomesho yeye ni Mungu mwenye nguvu. Anazo nguvu kuliko wanadamu, anazo nguvu kuliko wachawi, anazo nguvu kuliko waganga wa kienyeji, anavyo nguvu, anayo mamlaka kuliko wanaoonekana na wasioonekana. Yesu soria hai, ndo maana kwa jina hilo tunatangaza ufalme kwamba wamekuja duniani, na leo ninapiga marufuku juu ya vikao

vinaleta uharibifu, vinaleta uchochezi, vinaleta mambo mabaya, ninatangaza marufuku kwa jina ya Yesu. Tukitangaza amani, tukitangaza ushindi, tukitangaza baraka, tukitangaza maendeleo, tukitangaza amani kwa akwa sababu yuko mfalme mwenye amani, yuko Mungu mwenye amani, yuko Mungu mtendani makuu hata jioni leo limetangaza vikao vya njia panda, limetangaza marufuku vikao vya njia kuu, vikao vya kwenye milima, vikao vya kwenye bahari, vikao vya kwenye mahekalu, vinaopanga mabaya juu ya watumishi wa Mungu, vinaopanga mabaya juu ya viongozi, vinaopanga mabaya juu ya viongozi wa serikali, vinaopanga mabaya shwa Mungu vinapanga mabaya kanisa la Bwana marufuku, kwa jina la Yesu. Vine haribu ndoa za watu vine haribu watoto wa kike na wa kiume vinaleta mambo mabaya, vikao vya panga ili kuleta ajali, vikao vibaya ili kula damu za watu, vikao vibaya ili kunywa damu za wanadamu. Kwa jina la Yesu, nimetangaza ni hiyo marufuku, nimetangaza ni kwa damu ya Yesu, nimetangaza ni ndani ya madhabahu hii kwamba Bwana, imekuwa imekuwa hata sasa, nuru imetokea hata sasa, ufano umetokea. Kwa jina la Yesu, tunataka amani katika kanisa kaniswa la Bwana, tunataka amani juu ya watu wote

kwa jina la Yesu uweze, sio kawaida Baba katawale, nguvu sio kawaida Baba katawale, hataciona leo watu walioko mbali ndani ya taifa letu, mikoa yote ya taifa, kwa jina la Yesu nimetangaza ufalme umemuriwa hata leo, nimetangaza nguvu ya ufalme imetawala hata leo, atatokea yoyote ambaye anakusudia kufa na wachawi kwa namna ajali, ama akichawi kwa, kwa damu ya Mwanakondoo na kwa jina la Yesu Kristo nimetangaza na sasa imekuwa, nimetangaza na sasa imetokea. Watu watapandikiwa, watu watafunguliwa. Naipanda kiu kiu ya watu kumtafuta Mungu, naipanda kiu kiu ya watu kumtafuta Mungu wao, wow. ku Yesu atasema

Wakashibishwa maana hao wakafanikiwa ndani ya taifa, na panda kiu ya watu kumtaka Mungu wao, watu kumhitaji Mungu, watu kutaka ibada ya takatifu, watu kumtaka Mungu wa kweli. Maana siku yaja ambayo Mungu atachukua watu wake ambao walikubali kuishi maisha ya kumpendeza, waliojaa kiu ya kutamani mambo mazuri, waliojaa kiu ya kutaka amani walioja kiu ya kutaka maendeleo. Moto wa Bwana naachilia kiu ndani ya taifa, naachilia kiu ndani ya viongozi, naachilia kiu ndani ya watumishi Naachilia kiu ndani ya watu wote, watu wakubwa kwa wadogo, wenye vio kwa wasio na vio, wafanya biashara kwa wakulima. Napanda kiu ndani ya taifa hili, ndani ya mji wa Mitundu, ndani ya kila mahali. Nimepanda kiu ya watu kumtaka Mungu wao, kumtaka Mungu waongoze, kumtaka Mungu awasaidie, wa kumtaka Mungu awaongoze, kwa jina na kwa damu Yesu, kwa jina na kwa damu Yesu.